Tuko kwenye masiku matukufu ya dhul hijja, masiku matukufu sana haya ambayo utukufu wake Mwenyezi Mungu ameueleza kwa kuwapia nako, waliposema walfajri wa layalin ashrin na, na Mwenyezi Mungu wa api isipokuwa kwa kitu ambacho ni cha thamani na kitu ambacho ni, ni, ni kizito sana. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza yanayotakiwa kufanywa katika masiku haya ya kwamba amali njema tukithirisheni. Na kwenye masiku haya, Mwenyezi Mungu akaichagua siku ambayo ni kubwa kushinda siku zote hizi nyingine, ambayo ni yaumu wa Arafa, nayo ni siku ambayo iko mbele yetu, ile siku ambayo e, ndugu zetu walioko katika viwanja kule watasimama kwenye viwanja vya Arafa. Hii ni siku kubwa sana, ambayo ya kihistoria ya kitarekh, na ubora wake vile vile tuna ufahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam kaeleza kwamba saumu ya siku kama hii inasamehe madhambi yaliyopita mwaka mmoja na madhambi ya mwaka mmoja utakaokuja. Na hii ni fadhila na neema kwa kila ambaye ni, ni Muislamu. Hili haliwahusu watu wa Makka bali la tuhusu sisi, na tutasamehewa sisi kupitia hii saumu kama walivyosimama wao kule kwenye viwanja vitukufu. Mwenyezi Mungu akatuwekea hii sheria ya saumu ili tuingie sawa sawa na wao katika e, fadhila hii ya kupata msamaha. Tujibidishe sana tusikose siku kama hii, nayo itakuwa ni siku ya Alhamisi. Alhamisi ijayo ndio siku ya, ya Arafa. Siku inaofuatia ambayo ni yaumul jumaa, itakuwa ni siku ya idi, ambayo ni yaumun nahari, eh, siku kubwa hii vile vile ambayo ina ukubwa wake, na tumewekewa sheria yanayotakiwa kufanywa. Tutoke na mapema majumbani tukiwa tumevaa vizuri, tumejipiga manukato, tunakwenda kwenye viwanja na huku tukipiga matakbiri barabarani. Hakuna masuala ya kuona haya wala kusema I feel shy, shy, waseme aka okwadi. Hakuna masuala ya okwadi bwana, hii ni dini. Umeambiwa ni sunna kupiga takbiri, piga takbiri ili kuonesha shiara Tukifika pale ndugu zangu, tunatakiwa tukae, tupige takbiri. Hakuna sunna ya kuswali pale, hakuna kitu huitwa ta, tahiyatu kiwanja. Iliyoko ni tahiyatul masjid na ile si masjid pale, ile si masjid. Msikiti wajulikana ni kitu kimejengwa kimehusishwa, hapa ni pahali huswaliwa swala tano. Huu ndio msikiti na huo ndio tumewekewa sheria, ukiingia waswali raka mbili tahiyatu lmasjid. Kwa hivyo ukifika uwanjani hufai, jamani, hakuna hakuna hakuna tahiyatu kiwanja, hakuna. Na haya mambo hukaririwa miaka yote, lakini sijui sababu nini kwa mpaka leo bado watu wanayatekeleza. Mwenyezi Mungu atupe ufahamu katika dini na tuelewe, eh, haya yanayofungamana na siku zetu kama hizi, tuzitukuzeni na tufuate sunna ilivyo thubutu sunna ilivyothubutu kwenye masala ya Idi. Angalia Idi hii ya Adha na Idi iliyopita, pana tofauti kwenye, kwenye kutoka, ukitoka kunyumbani kuja uwanjani. Idul Fitri watakiwa ule ndio sunna, ili ku, kuonyesha kwamba umetoka kwenye ibada ya saumu. Sasa uko kwenye Idi hii, Idul Adha hufai kula, watakiwa ukitoka Idi ndio ule na ikiwezekana kama Abdullah al-Fawzan asema, ikiwa itakuwa tayari ile udhhiya yule, e, mnyama ambaye utamchinja upate kula sehemu katika ile nyama, ni aula zaidi, kwa sababu ndiyo sunna yenye kutekelezwa siku hiyo. Kwa hivyo tunakula baada ya kutoka. Ni mambo madogo ambayo ni ya kuyafanya sisi hatuwezi hayo makubwa, basi haya madogo pia, ndugu zangu, e, tutakuwa hatuyawezi itakuwa ni kutendekeza na kutaka tu kufanya kusudi lakini na imani, sote twayafahamu haya, na Mwenyezi Mungu atupe misimamo katika dini atufikishe katika masiku haya matukufu, na tutekeleze ibada hizi kwa mujibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alivozitekeleza. Hadha wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin, wasalamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.